Movie inaanza, bwana Jume yuko na wake zake wawili, Ailini na Cheusi. Cheusi kamwagia mume wake si mchuzi wa mboga, alikula kichapo, chezea kichapo hadi uchungu kamshika kujifungua. Mama unayasema, msaidie mara naye uchungu, tabidi amwite dokta awapeleke hospitali. Kimbiza wakimbiza hospitali, wakajifungue, kimbia hospitali. Oh, jamani wake zangu! Vinesi vinakimbia, shoo wamejifungua na tuna mtoto wake cheupe na Cheusi. Ah, cha ajabu baba anampenda tu mtoto mweupe. Huyu mweusi anatengwa, anacheza na aka keupe. Huyu mweusi na mwanae wanatengwa ovyo ovyo. Wanataka wakae wale chakula. Unakaa hapo. Shuka chini. Kaa hapo chini. Ule. Kwani lazima wakae ukae pamoja na sisi. Kaa chini. Vinakula vinatia huruma, na mwanae jamani. Tusitengwe, hata kama si mweusi. Haya, hivyo vyombo kaoshe. Anaosha, anasaidiana na mwanae osha vyombo. Muda wa kwenda kutembea, yeye anakabeba katoto kake kama hivyo wamelala anatengwa, huyu mweusi. Itabidi yeye na mwanaye wasema, basi njoo tuondoke.